Kufanya maendeleo kwenye jamii ambayo kila mmoja anaongea jambo lake. Hapa barabara tunatumilia vumbi, tunaonekana kama sisi hamna kitu. Kujiuliza familia mdudo inajisikiaje? Mpaka saii kuchukulia mdudo kama alikuwa mtoto wako wewe, mwananchi wake ambaye anakaa kwenye jimbo ambalo

hii barabara iko hivi, hata ukivaa suti ananikenikaivasuti na mbunge wenu uponarieti aliyekuwa mbunge wenu yupo anapita na landa landa tu. Mimi nawaambia teleisina tisa nikapata kunipakualio ili nitende kufanya mambo makubwa ulkisa hii barabara, nisipo nichagua mimi nawaambieni, hii barabara itaendelea kubaki hivi, tutaendelea kudimba tu kama anavyodimba zaija. na mimi niambieni, mkinituma mkinituma hiyo tarehe 29, sitaenda kuishia huko mimi. Sitakuwa mbunge wa pu, kama nitakuwa na majukumu ya pu. Tumekuchagua tutumikia sisi au aitumikia ipu sisi? Wanaambia tulikuchagua watumikia, wanaambia ipu ipo kwa ajili ya masuala yako, wanaw <coughs> naomba kula na ndio tarehe 29 ili likawatukia Mayoli, ili likaanganishwa maloi moja na tuweze kupata maendeleo. Lakini kitu cha pili kukifanya watu hapa, sisi ni wazazi, tuna watoto tunazaa, tuna vitovu. Baba zangu, mama zangu, mimi nanubuza sana ile mchanga wa shuleni wanasema mbure, lakini watoto wetu kila siku wanarudishwa nyumbani kila siku wataka nudisa imani mgoli, mtoto saizi mpeleke bodini au mpeleke praiveti kuliko kumpeleka shule za serikali, maana gharama utakayotumia ni kubwa kuliko hata unalilipa mtoto wa bodini. Na kwa maana hiyo, mimi nilipoliona hilo nikajipima, nikaona na uwezo wa kulitetea hilo, na mimi niwaahidi kwamba nikisimba ilo hela ya ubunge wa mpugo wa jimbo itaenda kulipa gharama zote za watoto wetu shuleni, sitachukua mimi. Tutatengeneza utaratibu mzuri ambao kila mtoto ambaye anasoma shule za serikali, ilo hela itaenda kumlipia yeye michango yote ili endelee kusoma. Mimi ilongomika sana ninapoona watoto mtaani wanasoma tumatigika ada na mpungo wote ambao walimepita mdowake ripo hauna

na viongozi wenu opo na mbunge wenu yupo, ambana maliza muda wote. Ofisi zako ziko karibu hapo, huwezi kuwacha mji unakwaka meguu, hauna stendi.